Karibu sana kwenye safu yetu ya kiroho ambapo leo tunachunguza kwa kina swali muhimu: mtawa ni nani? Je, umewahi kujiuliza jinsi watu wengine wanavyoweza kuacha kila kitu na kufuata Kristo kikamilifu? Leo tutazama ulimwengu wa kusisimua wa watawa, wanadamu walioamua kuishi maisha tofauti kabisa na yale tuliyozoea. Katika video hii tutachambua maana ya mtawa, maana ya nadhiri za kitawa tofauti kati ya upadirisho na maisha ya kitawa, aina mbalimbali za mashirika ya kitawa katika kanisa Katoliki. Ikiwa umewahi kujiuliza tofauti kati ya kasisi wa dayosisi na kasisi wa kitawa au kutaka kuelewa kwa undani maisha ya watawa kama masista wa huruma wa Jesuiti au wa Francisco, basi video hii ni kwa ajili yako. Mtawa ni nani? Mtawa ni yule ambaye amechagua kuishi maisha ya kuwekwa wakfu ndani ya shirika au taasisi ya kitawa akikumbatia maisha ya kijumuiya na utume wa kiroho. Utambulisho huu haujengwi tu kwa ibada ya kibinafsi bali kwa ahadi rasmi, yani nadhiri, na mazoea ya pamoja yaliyopandwa na kuzoeleka katika karna nyingi za mapokezi. Kwa kawaida, watawa huweka nadhiri za ufukara, usafi wa moyo na utii. Nadhiri hizi huwekwa hadharani na kukubalika na kanisa kupitia kiongozi wa juu wa shirika zikionyesha kujitoa kwa maisha yote kwa Mungu na jumuiya. Labda tujiulize swali. Nadhiri ni nini? Nadhiri ni ahadi takatifu ya hiari ya kujitoa binafsi au kwa niaba ya familia au jumuiya kwa jukumu maalumu linalozidi mahitaji ya kawaida ya kijamii au kidini. Nadhiri hizi huwekwa kama sadaka kwa Mungu. Nadhiri tatu za kitawa yaani ufukara, tunapozungumzia ya ufukara tunakumbuka. Tuna maneno ya Yesu akisema, uza kila kitu ulichonacho, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate Luka 18:22. Hili lilikuwa mwaliko kwa mtu tajiri kumfuata Yesu kikamilifu linafunua nguru wa kiroho unaopatikana katika ufukara. Yesu aliishi bila mali binafsi akionyesha imani ya kina kwa Mungu. Ndio maana alisema, mbewa wana pango na ndege wa angani wanavyota lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kulaza kichwa chake. Mathayo 8:20. Ni muhimu kutambua kuwa ufukara sio tu ukosefu wa mali bali ni uhuru kutoka kwa utegemezi wa vitu. Njia ya kusema kwamba Mungu anatosha. Watawa wanaoweka nadhiri ya ufukara huigia unyenyekevu wa Kristo na na mshikamano wake na maskini. Utii: nadhiri hii inaakisi kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu. Yohani 6, 38, anatuambia kwamba kwa sababu sikushuka kutoka mbinguni kufanya mapenzi yangu bali mapenzi ya yeye aliyenituma. Hii inaonyesha kwamba utume wote wa Yesu ulijengwa juu ya utii kwa Baba. Lakini pia wa Filipi 2:8 tunaona ya kwamba Yesu alijinyenyekeza na kuwa mtii hata mauti, naam mauti ya msalaba. Utii wa Yesu ulikuwa kamili hata katika mateso. Utii sio kujisalimisha bila kufikiri, ni kujiweka kwa upendo katika mpango wa Mungu. Watawa huweka nadhiri ya utii kwa wakuu wao kama njia ya kuishi imani na unyenyekevu, wakirejea mfano wa Kristo mwenyewe. Usafi wa moyo: nadhiri hii inajumuisha ubikira na kuto kufunga ndoa. Yesu alithibitisha ubikira kama ishara ya kujitoa kwa Mungu kwa namna ya kipekee. Katika Mathayo 19:12, anasema basi wapo waliojifanya matoashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mtume Paulo naye anaungamana hilo akionyesha jinsi usafi wa moyo unavyowezesha ibada isiyokatishwa, Wakorinto wa kwanza 7:34, kwamba mtu asiyeoa wa wa hujishughulisha na mambo ya Bwana jinsi ya kumpendeza Bwana. Watawa huishi usafi wa moyo kama ishara ya kinabii ya ufalme ujao ambapo upendo umefikia kukamilifu. Baada ya kuona maana ya nadhiri, sasa linakuja swali ambalo wengi hujiuliza, je, mapadiri wote ni watawa? Ikiwa sivyo, nini kinachowatofautisha? Si makasisi wote wa Kanisa Katoliki ni watawa. Ingawa makasisi wote wamepewa daraja takatifu na kuhudumu kama wahudumu wa Kanisa, kuna tofauti kubwa kati ya makasisi wa kitawa na makasisi wa dayosisi, yaani mapadri wa jimbo, hasa katika mtindo wa maisha, ahadi za kiroho na jumuiya wanazotumia. Kasisi wa kitawa ni yule ambaye anahudumu ndani ya shirika au kongamano la kitawa kama vile wa Jesuiti, wa Francisco au wa Benediktini na huishi kwa kufuata karama na utume wa kiroho wa jumuiya yake. Huweka nadhiri za ufukara, usafi wa moyo na utii na huishi maisha ya kijumuiya na maadili ya shirika lake. Kasisi wa kitawa huwa chini ya mamlaka ya kiongozi wa shirika lake, si askofu wa jimbo moja kwa moja. Kwa upande mwingine, kasisi wa dayosisi huhudumu katika eneo maalumu la kanisa linaloitwa jimbo chini ya uongozi wa askofu wake. Kasisi wa dayosisi haweki nadhiri ya ufukara, ingawa huishi kwa unyenyekevu. Badala ya nadhiri, huweka ahadi za useja na utii kwa askofu wake. Makasisi wa dayosisi kwa kawaida huishi peke yao au katika nyumba ya parokia, na kazi yao kuu ni huduma ya kichungaji, kama vile kuadhirisha misa, kutoa sakramenti na kuwaongoza waamini katika maisha ya kiroho. Kwa ufupi, makasisi wa aina zote mbili wamejitoa kwa Mungu na kanisa. Tofauti iko katika namna wanavyoishi wito wao. Makasisi wa kitawa huishi maisha ya kijumuiya yenye nadhiri takatifu, wakifuata roho ya shirika lao. Ilhali makasisi wa dayosisi huhudumu kwa kujitoa binafsi katika huduma ya waamini wa dayosisi yao. Tuangalie sasa mambo machache yanayowatambulisha watawa ikiwemo maisha ya jumuiya, utaratibu wa maisha, Utume wa kiroho na aina za mashirika ya kitawa. Maisha ya kijumuiya. Watawa huishi maisha ya jumuiya kama wito wa kiroho kama tunavyosoma kitabu cha Matendo ya Mitume 2:44-45: Wote waliomwamini walikuwa pamoja, wakishirikiana vitu vyote walivyokuwa navyo, waliuza mali zao na vitu vyao, wakawagawia watu wote kadiri ya mahitaji yao. Maandiko haya yanaonesha mshikamano, ukarimu na umoja wa kiroho. Jumuiya za kitawa huishi kwa kushirikiana mali, kuomba pamoja na kusaidiana kwa hali na mali. Maisha haya si ya kawaida tu, bali ni ushuhuda hai wa upendo wa Kristo, ambapo kila mmoja ni sehemu ya mwili mmoja wa kiroho. Kanuni ya maisha rule of life, kila shirika la kitawa linafuata kanuni ya maisha, mwongozo wa kiroho na kimatendo wa maisha ya kila siku. Kanuni hii hujumuisha ratiba za maombi kama vile sala za kanisa, kazi na huduma, kimya na tafakari, nidhamu na upendo wa kijumuiya. Mfano ni kanuni wa ya Wabenediktini inayosisitiza uwiano na unyenyekevu na wao wakigizwa na kauli mbiu sala na kazi. Kanuni hii hutoa mwelekeo wa kiroho ikisaidia kila mfuasi kuishi kwa makusudi na kwa ibada. Utume wa kiroho. Watawa huishi kwa ajili ya utume wa kiroho unaotokana na karama ya shirika lao. Utume huu unaweza kuwa kuhubiri na kufundisha kama mfano wa Dominiko, kuhudumia maskini na magonjwa kama mfano wa Fransisko na wamisionari wa upendo, maisha ya tafakari na sala kama mfano wa Karmeli, wa Trapisti. Huduma ya haki na amani duniani kama mfano wa Jesuiti. Utume huu hauchaguliwi kwa hiari binafsi, bali hutambuliwa kwa sala na ushauri wa kijumuiya. Ni njia ya kuishi Injili katika mazingira maalum, shuleni, hospitalini, parokiani au vijijini. Upadrisho dhidi ya maisha ya kitawa. Si watu wote wa kitawa ni makasisi na si makasisi wote ni watawa. Maisha ya kitawa ni wito wa kuweka nadhiri za ufukara, usafi wa moyo na utii, na kuishi maisha ya kijumuiya. Baadhi ya mabradha na wengine ni masista wa kitawa wasiopewa daraja takatifu, lakini wamewekwa wakfu kikamilifu. Wengine ni makasisi wa kitawa ambao wanaishi maisha ya nadhiri na pia kuhudumu kama makasisi wakati huo huo. Makasisi wa daosisi wamepewa daraja takatifu lakini hawaweki nadhiri za kitawa wala kuishi katika shirika la kitawa. Wanahudumu parokiani chini ya askofu. Aina za mashirika ya kitawa. Mashirika ya kitawa katika kanisa Katoliki ni tofauti, kila moja likiwa na karama na mtindo wake wa maisha. Zipo aina kadhaa. Moja, mashirika ya kimonaki yanazingatia tafakari, utulivu na sala ndani ya monastari. Haya ni pamoja na wabenediktini na wakarutisi. Mashirika ya omba omba huishi kwa msaada wa sadaka, wa kihubiri na kuhudumu kwa jamii, kama mfano wa Francisco na wa Dominiko. Mashirika ya kipadrisi makasisi wenye utume wa kitume na huduma ya kijamii, kama mfano wa jesuiti na wasalisiani. Wakanoni wa kawaida makasisi wanaoishi kijumuiya wakihudumu liturgia na parokia, kama mfano wa Agustino wa Norbertini. Mashirika ya huduma yanajihusisha na elimu, afya, utume na haki za kijamii. Hii ni pamoja na masista wa huruma na wamisionari wa upendo. Baada ya hayo yote, kwa mtasari mfupi kabisa, Maisha ya kitawa ni zawadi ya kipekee kwa kanisa na kwa dunia. Ni wito wa kujitoa kikamilifu kwa Mungu kupitia nadhiri takatifu, maisha ya kijumuiya na utume wa kiroho unaoakisi upendo wa Kristo kwa binadamu wote. Watawa huishi kwa kanuni za imani, wakijenga jumuiya zenye mshikamano, wakihubiri Injili kwa matendo na kutoa huduma kwa maskini, magonjwa na waliotengwa. Mashirika ya kitawa kwa utofauti wake huonesha utajiri wa karama ndani ya kanisa kutoka maisha ya kimya na sala hadi utume wa kijamii na elimu. Kwa njia hiyo, watawa wanaendelea kuwa mashahidi wa ufalme wa Mungu katika kila kizazi. Je, tunajifunza nini kutoka maisha ya watawa kwa maisha ya sasa? Katika ulimwengu wa leo unaokumbwa na, na ubinafsi, mashindano na ukosefu wa utulivu wa kiroho, Maisha ya kitawa yanatufundisha thamani ya kujitoa, mshikamano na kutafuta maana ya maisha zaidi ya mali na umaarufu. Nadhiri za ufukara, usafi wa moyo na utii si za watawa pekee, bali ni mwaliko wa kila Mkristo kuishi kwa unyenyekevu, kuwa moyo safi na kutekea mapenzi ya Mungu. Tunapokumbwa na changamoto za kijamii, kiuchumi na kiroho, maisha ya kitawa yanatufundisha kuwa kuna njia mbadala ya kuishi, njia ya utulivu, sala na huduma. Ni mwaliko wa kutafakari: je, tunamwachia Mungu nafasi ya kutawala maisha yetu? Je, tunajenga jumuiya zenye upendo na msaada wa kweli? Maisha kitawa ya kitawa yanatufundisha kuwa utakatifu sio jambo la mbali; ni safari ya kila siku inayowezekana kwa kila mmoja wetu tukianza kwa moyo wa kujitoa na kutafuta mapenzi ya Mungu.